Kwa kweli lengo letu kubwa sisi ni kuwatembelea wawekezaji, kuona namna ambavyo wanaendesha shughuli zao lakini kuwahakikishia kwamba malengo ya serikali ya kuwapa ushirikiano wa kutosha katika kuendesha biashara zao na uwekezaji wao yanatimia. Kwa hiyo, tumekuja, tumetembelea shughuli zao na wao wenyewe tunawashukuru sana. Wamesema mchango ambao serikali inawapa kwenye kuhakikisha wanaendesha uwekezaji wao na tumekubaliana changamoto zile ambazo wametupatia sisi, tutaendelea kuzipatia kazi kwa sababu sio changamoto nyingi, ni changamoto tu za kuboresha kuhakikisha tunaendelea kuimarisha uwekezaji wa huyu viwanda. Aa, kiwanda cha kwanza ambacho tulitembelea wanazalisha takriban aa, mita za mraba milioni 14.4 za marumaru kwa mwaka na ni kiwanda ambacho kinachangia ajira za maku moja kwa moja takriban 1600 kwa hiyo ni kiwanda ambacho kina tija kubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu, na wameeleza namna ambavyo wanaenda kuanzisha kongani ya viwanda pale kwenye eneo lao viwanda, ambavyo kutakuwa kuna light and heavy industries. Kwa kweli sisi kama serikali tuko hapa kuhakikisha yale ambayo wanayo kwenye uwekezaji, sisi tunachukua na tunashirikiana ili yaweze uh, kukamilika. Na sasa kubwa kuliko kwenye viwanda hivi vyote, tumeona vijana wengi wakiwa wameajiriwa kwenye viwanda hivi, katika zile ajira zinazochangiwa za moja kwa moja. Wote tumepita tumeona kwa asilimia kubwa sana walioajiriwa wa ni vijana, na hii ndo kazi ya serikali kuhakikisha tunachagiza uwezeshaji ili kuweza kutoa mwanya zaidi wa vijana kuweza kupata fursa za ajira katika uwekezaji na katika fursa ambazo zinatokea katika nchi yao. Naitwa Khadija Nasri, mkuu wa wilaya ya Mkuranga. Leo sisi tumefarijika sana kupata ugeni wa Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, na kwa kweli ziara yake imekuja na matunda na mafanikio makubwa sana baada ya kupata fursa ya kuongea na wawekezaji, lakini pia kutembelea viwanda uh, vyenyewe.